Historia ya World Cup au kombe la dunia ilianza mwaka 1930, lakini aliyetoa wazo la kuhusiwa kwa kombe la dunia alikuwa rais wa tatu wa kombe la dunia wa shirikisho la soka FIFA, alikuwa anaitwa Jules Rimet. Hata jina la kombe la dunia la mwanzo lilipewa jina lake. Kwa hiyo fainali ye mwaka 1928 ndo alitoa wazo la kuasisiwa kwa World Cup, na ilipofika mwaka 30 Uruguay iliteuliwa kuwa mwenyeji wa kwanza wa kombe la dunia. Ehe, fainali ilikuwa kati ya Uruguay na Argentina mwaka thelathini. Zilishiriki nchi kumi na tatu kwa mara ya kwanza. Kombe la dunia za mwaka thelathini, Amerika zilitoka nchi nne, Ulaya nchi tisa. Za Ulaya ilikuwa Ufaransa, Ubelgiji, Romania na Yugoslavia, huku Amerika kuna Marekani, Mexico, Brazili, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile Bolivia na Peru mataifa tisa ya Amerika. ehe ehe, kwa hiyo fainali za kombe la dunia za kwanza zilichezwa Uruguay, ilikuwa Argentina na Uruguay. Argentina wakafungwa magoli manne kwa mawili na Uruguay, na marefari waliochezesha fainali zilo walikuwa wawili, mmoja katoka Bolivia, mwingine alitoka Ubelgiji uliwa Bolivia alikuwa anaitwa na naitwa Saucedo, na Ubelgiji alikuwa naitwa Joseph Lenginus. Kwa hiyo Uruguay ikawa ni nchi ya kwanza kupata kombe la dunia, kufu, kubeba kombe la dunia. Na mtu wa kwanza kabisa kupata penalti ya kombe la dunia mwaka 30 alikuwa mchezaji wa Mexico Mario Jesus de Rosas. Na mtu wa kwanza kukosa penalti ya kombe la dunia ni mchezaji wa kwanza Argentina Ferdinando Perenosta, na mtu wa kwanza kad, kupigwa kadi nyekundu za finali za mwanzo kwa kombe la dunia kwa mchezaji wa Peru alikuwa na jina moja Garindo. <laughs> <laughs> kwa hiyo mwaka 34 finali zikachezwa Rome Italia, Italia na Czechoslovakia zikaingia finali. Italia wakawafunga Czechoslovakia goli mbili kwa moja. Finali za mwaka 38 zikachezwa Paris Ufaransa, Italia na Hungary. Italia wakawafunga Hungary magoli manne kwa mawili. Finali za mwaka 42 na 46 kwa ajili ya vita kuu ya pili ya dunia zikuchezwa fainali za mwaka 1950 zilichezwa Brazil. Ilikuwa Brazil na Uruguay. Uruguay wakafunga Brazil goli mbili kwa moja. Kwa Uruguay wakabeba tena kwa mara pili kombe la dunia 1950. Fainali za mwaka 54 zilichezwa Luzen na Swiss. Ujerumani Magharibi na Hungary walikutana kwenye mzunguko wa makundi, Hungary walifunga Ujerumani Magharibi magoli manane kwa bila. Wakakutana tena fainali, Ujerumani Magharibi wakakurudia makosa wakafunga Hungary magoli matatu kwa mawili. Kwa Ujerumani Magharibi wakabeba kombe mwaka hamsini na nne. Fainali za kombe la dunia za mwaka